Yes, leo hii nakuletea historia ambayo inaweza kuwa watu wengi walisubiria kuifahamu na waweze kuifahamu zaidi zaidi kuhusiana na Wema Sepetu. Hapa nataka ufahamu historia ya mwanzo mpaka mwisho ya Wema Sepetu, na hii nimeleta baada ya kuona kuna mkanganyiko wa maneno, na Mange Kimambi akiwa anaongea story, pengine hafahamu undani wake ya historia nzuri ya Wema Sepetu. Na nimeamua kuiweka hii wazi, ni mwaleteni hii muweze kuondoa minong'ono na maneno tofauti tofauti yanayoongelewa mitandaoni kumuhusisha mwanadada Wema Sepetu Leo hii history isikilize mwanzo mpaka mwisho, na utaondoa utata wote kuhusiana na Wema Sepetu. Mfahamu Wema Sepetu, baba yake Ibrahim Sepetu, baba mzazi wa Wema Sepetu. Isaac Wema Sepetu alizaliwa tarehe kumi na tano ya mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano huko Tabora. Huyu ndo baba yake wa huyu tunayemwita Wema Sepetu, alizaliwa Tabora mwaka elfu moja mia tisa na arobaini na tatu. Huyo ni baba yake, ilikuwa ndani ya nchi ya Tanzania, yaani Tanganyika. Lakini inatajwa kwamba wazazi wake walimaanisha walihamisha makazi yao kutoka Tabora na kuhamia kuishi visiwani Zanzibar, ambako hasa ndiko alikokuwa anasoma elimu yake ya msingi ya sekondari. Hii ilikuwa wakati wa Zanzibar iko bado chini ya utawala wa kisultani, yaani miaka ya nyuma hiyo. Kipindi hicho mzazi wake Wema Sepetu anasoma, basi ilikuwa Zanzibar bado iko na tawala za kisultani. Kwa hiyo kutokana na tamaduni na sheria za uraia wa Zanzibar, aidha Kisepetu akajikuta ni Mzanzibar akizingatia pia uhuru wa nchi ya Zanzibar ulimkuta akiwa mkazi wa huko. Balozi Isaac Abrahamu Sepetu alisoma elimu ya msingi sekondari katika shule ya Mtakatifu Yusufu, yaani St Joseph huko huko Zanzibar, mmoja ya shule maarufu sana wakati huo. Kwa sasa inajulikana kama skuli ya Tumekuja iliyopo mkoani huko Mjini Magharibi, Unguja. Hii ilikuwa kati ya mwaka 1952 hadi mwaka 1963. Baada ya kutoka St Joseph School, Isaac Sepetu alikuwa moja kwa moja na kuelekea Belgium nchini Ujerumani kujiunga na chuo kikuu cha Karl Marx, yani Karl Marx University, sasa kinaitwa Leipzig University Ujerumani, siku hizo ikifahamika kama Ujerumani Mashariki. Hii ilikuwa kati ya mwaka 1964 mpaka mwaka 1970 ambako alisoma fani mbalimbali ikiwemo uandishi wa habari, uhusiano wa kimataifa na baadaye kuhitimu shahada kati ya siasa ya uchumi, digrii ya political economic. Balozi Isaac Abraham Sepetu ni mmoja kati ya wasomi mahiri, mabingwa wa kuzungumza kwa ufasaha lugha kubwa tatu adhumuni za kitaifa ikiwemo Kiswahili Kiingereza na Kijerumani. Sifa zingine zilipelekea alizali alizokuwa nazo ni pamoja na utulivu wa akili, mtu afie na papara mwingi, hekima busara na maarifa. Katika sifa hizi ndizo hasa zilimhamasisha sana kufanikiwa katika maisha yake kama mtumishi wa umma kama mtumishi wa umma, mwanasiasa na baba wa familia ya mke na watoto wanne wa kike, wa lembo akiwemo binti Wema Abraham Sepetu aliyepata kuwa na mbwembwe mbwe nyingi na kupata ushindi wa taifa kubwa elfu mbili na sita. Isaac Abraham Sepetu alianza utumishi katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mwanzoni kabisa mwa mwaka 1970 mara tu baada ya kurudi kutoka masomoni Ujerumani ambapo aliishi, alishika nyadhifa mbalimbali katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na baadaye katika serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa baba wa taifa, yani rais wa kwanza wa jamhuri ya muungano wa taifa, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunasema akiwa Zanzibar 1971, alifanya kazi katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kama mkurugenzi au tunasema mkuu wa binzenje msaidizi. Baadaye akawa katibu mkuu wa idara ya nchi, ofisi ya rais Zanzibar Ikulu. Duru zilia, zili, zinataja kuwa alifanya kazi hivi za awali vizuri sana, tena kwa weledi mkubwa, kutokana na uwezo wake wa kielimu, busara, maarifa aliyopata nchini Ujerumani Mashariki, nchi iliyokuwa ikiunga mkono fela za ujamaa wakati huo, hakika sifa za utendaji wa kazi ubalozi aidha Wema Sepetu zilimvutia sana rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, yaani Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hata naye akavuta katika serikali ya muungano. Kwa hiyo tunaona Nyerere alivyovutiwa na utendaji wa baba yake Wema Sepetu, akawa amemvutia katika serikali ya muungano wa Tanzania. Twasema, kutokana na rekodi zake nzuri za, za utendaji wa kazi katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mwaka 1972 rais Julius Kambarage Nyerere akamteua Isaac Sepetu kuwa naibu waziri wa, wa mambo ya ndani na nje katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa hifadhi waliodumu nao kwa miaka mitano yani elfu moja mia tisa na sabini na mbili, mpaka mwaka elfu moja mia tisa na sabini na saba na saba. Kwa hiyo kipindi hiko tunazungumzia alikuwa yuko kwenye wadhifa huo waziri wa habari utangazaji, kwa miaka miwili elfu moja mia tisa na sabini na saba hadi elfu moja mia tisa na sabini na tisa alikuwa waziri wa habari. Akaja akawa waziri wa utalii na maliasili kwa miaka mitatu, yani mwaka elfu moja mia tisa na sabini na tisa mpaka mwaka elfu moja mia tisa na themanini na mbili. Balozi wa Tanzania na nchi za Urusi, Mosco, kwa miaka saba elfu moja mia tisa na sabini na mbili mpaka mwaka elfu moja mia tisa na themanini na tisa Barozi wa Tanzania na nchi ya Dhaire sasa ikiitwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani DRC kwa mwaka, mwaka tisana, tisa na 1990 Isak Sepeto alirudi katika serikali ya mapinduzi Zanzibar pale alipokuwa na Raisi Dr Salmini Amur Kamando kuwa waziri wa nchi au ofisi ya raisi ya mipango Nafasi hii aliishikilia hadi mwaka elfu mbili akiwa waziri wa nchi. Alikuwa pia mshauri wa rais wa Zanzibar katika masuala ya ushirikiano kimataifa, kutokana na heshima aliyoijenga katika siasa za Zanzibar. Aidha, Sepetu alichaguliwa kuwa katibu wa kamati ya pamoja na maazimio Zanzibar yaani IPC katika chama cha mapinduzi CCM na chama cha wananchi kafu kuanzia mwaka elfu mbili na moja hadi elfu mbili na tano Balozi Sepetu alikuwa mbunge katika bunge la Afrika Mashariki, yani East Africa Legislative Assembly. Tunasema balozi Isaac Sepetu anatajwa kama mmoja kati ya waasisi wa au mazungumzo ya kutafuta mwafaka wa kisiasa Zanzibar, wakati juhudi hizo lilipoanza kwa mara ya kwanza baada ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa vyama vingi wa bara visiwani mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tano. Tunaweza kusema kuwa hata mato, hata matokeo ya maridhiano ya kisiasa Zanzibar mwaka elfu mbili na nane hadi elfu mbili na kumi, ambayo yalianza serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar baada ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar elfu mbili na kumi ni matokeo ya kazi ama jitihada ya awali ya Balozi Isaac Abraham Sepetu na wenzake akiwemo Chifu Emeka. Balozi Abraham Sepetu pia amekuwa mtu muhimu sana katika Chama cha Mapinduzi tangu kuasisiwa kwake, hadi amekuwa kiunganishi kizuri, kimoja kati ya wanasiasa wachache waliofanikisha kuunganisha vyama viwili vya ukombozi katika jamhuri ya muungano wa Tanzania, ACP cha Zanzibar na tano tunasema Tanganyika, mnamo mwaka 1977 kilipozaliwa chama hichi cha tawala cha siasa chama cha Mapinduzi, CCM, yaani siku ile ya tarehe tano Februari mwaka 1977. Aidha, Sepetu amekuwa mjumbe kamati kuu halmashauri kuu ya taifa, yani NEC kwa chama cha mapinduzi akitokea zanzibar kwa miaka 28 1977 hadi mwaka 2005 balozi abraham sepetu alikuwa mwenyekiti wa bodi mkurugenzi yaani mamlaka ya utekelezaji vite, utekelezaji vitega uchumi zanzibar yani zipa wa hifadhi aliyoteuliwa kuendelea nao kwa mara nyingi na rais wa zanzibar mwenyekiti baraza la mapinduzi dr Ali mohamed shein Uteuzi ulitangazwa na katibu baraza wa mapinduzi kitabu, katibu mkuu kiongozi Dr. Ah, Abla Yahaya mzee. Tarehe 27 Machi 2013 mzee Abraham Sepetu alifariki dunia. Tunazungumzia leo hii, tunataka tufahamu pia Wema Sepetu. Wema Sepetu ni nani? Hapa tumefahamu historia kubwa ya mzazi wake Wema Sepetu, hii tuweze kujua kwa nini watu wanazungumzia Wema Sepetu, sio familia ya njaa. Kwa hiyo hiyo, unaweza kuona namna gani mzazi wa Wema Sepetu, wazifa aliyokuwa nao, mchango wake katika nchi hii, ila amefanya mambo mengi sana. Kwa hiyo kutokana na hizi shughuli alizozifanya, sidhani kama utakuwa na swali la kusema kwamba alikuwa maskini. Nataka ufahamu siri nzito kuhusiana na Wema Sepetu. Hapa tunaanza na episode ya kwanza. Sepetu tunazema tunamfahamu kama Wema Abraham Sepetu alizaliwa tarehe ishirini na nane yaani Septemba mwaka elfu moja mia tisa na themanini na nane. Kwa hiyo wale ambao mlikuwa mnauliza Wema ana miaka mingapi, mnabishana mitandaoni, Wema Sepetu alizaliwa mwaka elfu moja mia tisa na themanini na nane. Ni mwanamitindo, mjasiriamali, mwigizaji kutoka nchini Tanzania. Kabila lake ni Mnyamwezi kutokana na mkoa aliozaliwa baba yake, yani Tabora. Wema ni mtoto wa mwisho katika familia ya watoto wanne wa kike, huku dada yao mkubwa akifahamika kama Suna Sepetu, wakiwa watoto wa mwanadiplomasia Abraham Sepetu na bi Mariam, ambao dada zake wa kwanza na watatu wanaishi nchini Marekani, huku dada yake wa pili akiwa hapa nchini ameolewa. alie aliyeanza elimu ya msingi Wema Sepetu aliyeanza elimu yake ya msingi hadi sekondari amesomea katika shule moja iitwayo Academy International iliyopo maeneo ya Mikocheni jijini Dar es Salaam. Pamoja na yote hayo, binti huyu amelelewa na kuishi kama mtu mga, mtu wa magharibi, yaani baada ya kujiunga na chuo kikuu cha ubunifu wa teknolojia cha Limkokwingi Limkokwingi, nchini Marashia, kusoma kozi ya biashara za kimataifa. Baba yake Balozi Isaac Abraham Sepetu, mwaka 1973 hadi 2013, enzi za uhai wake, alikuwa mtumishi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katika nafasi za juu, yani katika kipindi cha urais wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wema alikuwa katika familia ya kisiasa kutokana na baba yake kwa muda mrefu kutumikia nchi ya Tanzania katika nyadhifa za juu. Wema alifanikiwa kusoma na pia, Wema hakufikiria kama atakuwa mmoja kati ya mastaa wakubwa hapa nchini hadi nchi za nje, mpaka siku moja alipokuwa kwenye matembezi ya Slipway Masaki, alipokutana na dada Mange Kimambi na kushawishiwa ashiriki mashindano ya Miss Tanzania 2006 Wema Sepetu aliibuka kidedea na kuwa garagadha yani mashindano hayo ndani yake kulikuwa kuna Joketi Mwagelo na Elisa Jens. Hawa miaka mitano kabla ya elfu mbili na sita Wema alikuwa ni msichana wa aina gani? Tunaendelea. Wema Sepetu miaka mitano kabla yani tuzungumzie elfu mbili na sita Wema alikuwa ni msichana wa aina gani? Hili swali nataka tuweze kulielezea kiundani zaidi na uweze kufahamu alikuwa ni mwanamke wa design gani. Wema alikuwa ni msichana wa kawaida sana. Wakati ule alikuwa Ukiniuliza, unataka kuwa nani, Wema atakujibu ukikuwa, ningejibu nataka kuwa air hostess, sababu dream zangu zilikuwa ni kuwa air hostess. Yaani sijawahi kufikiria kabisa kuingia kwenye fame suru, nilikuwa so nilikuwa, so nilikuwa naangalia sana watu kama vile Alice Kaelini kwa sababu mimi nilikuwa na Thoma Academy na shule kwetu, na kumbuka, tulikuwa tukitoka home time, kulikuwa na maduka fulani hivi pembeni, tunaenda tunakula sambusa nini, so magari yanapopita, we should see that, we should see LIC and everybody will go like you see LIC, you know, kwa hiyo We go crazy over the superstar, watu famous na mambo kama hayo kiukweli, I'm never saw myself kwa kuwa katika hizi position ambayo niko kwa hiyo, nilikuwa tu msichana ambaye sina ndoto za kuwa star, lakini nilikuwa na washangaa superstar. My dad amekuwa anapenda sana mashindano ya Miss Tanzania na and, kila mwaka alikuwa ana make sure kwamba ana amenunua tiketi ya kwenda kuangalia Miss Tanzania. So nakumbuka ilikuwa mwaka wa akina Sylvia Buhame, tumekaa nyumbani, amekosa tiketi, akakaa, akasema, kumbe ukiwa umekaa nyumbani unaenjoy vizuri kuliko hata ukiwa umekwenda pale pale. Akasema, one day na wish one of my beauties, hata kama hatoshinda nitamlipia nikilipia tiketi naenda, nikijua kabisa naenda kumlipia binti yangu. So nilikuwa nimeiweka kichwani hicho kitu, lakini after kuingia katika whatever na nini, so sikuwa na mawazo kama ningekuja kuwa Miss Tanzania, hata Mange Kimambi alipokuja na kuniapproach alivyoniona akaniambia kwamba anataka niingie katika mashindano. Nikamwambia kwamba mimi nina wazazi wangu, siwezi nikaamua mimi mwenyewe, na mimi nakaa na wazazi. So nilivyoongea na mama akasema aongee na baba yako, nikampigia simu. Baba alikuwa na kipi, kipindi hicho Dodoma akaniambia fanya mau nitakusapoti huku hakuthink twice, alinipa go ahead kabisa. Kabla ya Miss Tanzania ni watu wa wachache sana walikuwa wananifahamu Wema Sepetu ni vipi. Miss Tanzania ilibadilisha maisha yangu ghafla sana, kutokana na watu kuanza kunifuatilia maisha yako na kufahamu kila kinachoendelea kwenye maisha yako. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani Wema amekuwa kwenye ustaa kwa muda mfupi na hapo ndo ikawa tiketi ya ego ahead na dream zake zingine zikafa kwa sababu tayari alishakuwa star. Kwa hiyo hii inakufunza nini? Kwamba maisha fight, zaku, lakini, ya mwanadamu unazaliwa umefight na unaweza kuwa na ndoto zako lakini, ghafla yanaweza kabadilika yakawa tofauti na vile ambavyo watu wanakusudia au vile we mwenyewe ulivyokusudia, maisha yakakubadilisha yenyewe yanavyotaka. Kwa hiyo unaweza kuwa umepanga vitu vyako sometimes vinaweza change kwa sababu ya kile ambacho umepanga hakikupi mafani mafanikio kikaja kukupa mafanikio kitu ambacho wewe haujakipanga. Tunasema kwamba pia tunafahamu kwamba Wema Sepetu hakufikiria kama angekuja kuwa mmoja kati ya mastaa wakubwa hapa nchini hadi nchi, mpaka siku zingine yeye mwenyewe anajutia kuwa staa, lakini ni kitu ambacho hakutegemea. Tunasema kwenye matembezi yake Masaki alipokutana na Mange Kimambi na kumshawishi ashiriki mashindano ya Miss Tanzania 2006 ambapo Wema alimshirikisha marehemu baba yake na mzee Abraham Sepetu, yani ambaye ndo mzazi wa Wema Sepetu, ambaye wakati huo alikuwa mkoani Dodoma kikazi. Na bila kizuizi chochote mzee alimpatia go ahead, huku akimwahidi kuwa atakuwa naye bega kwa bega na atamsapoti kwa pale panapohitaji sapoti kwenye kila hatua aliyomfanya Wema kujiuliza mara mbili kwa mzee wake kwa kuwa ni mtu alikuwa anamshirikisha na kumsapoti, hajamwekea vikwazo vyovyote juu ya swala ya hilo. Yaani, rasmi Wema Pepetu alichukua fomu na kuwania huo mapambano au mtanange, tunasema mwanadada huyo alipata bila kikwazo chochote, huku akiwa bado hajawahi kuwa maarufu. Hii ni orodha ya watu ambao baada ya mchakato mzima wa Miss Tanzania elfu mbili na sita kulikuwa kuna watu kama watano, na kutajia kwa haraka haraka, kulikuwa kuna mtu ambaye tunamfahamu sana, ila tuachilie mbali. Kabla hatujaenda kwenye huu au kuifahamu hiyo orodha, tunazungumzia hawa watu wote walioshiriki ile Miss elfu mbili na sita, wote walikuwa mastaa na nitakuuliza swali, kwa nini wote walikuwa mastaa kuna vitu vingi tutakao tujifunze kupitia hili, na kwa nini sasa hivi watu wanaoshiriki umis Tanzania inavoisha mis Tanzania kuanzia aliyeshinda hawi star hadi wa mwisho, hawi star, ni kwa sababu gani? Dondosha comment hapo down, alafu then tuta discuss wote tuone hii ni sababu ipi ambayo inawafanya wasiwe masta na hawa, kwa nini wote waliweza yani tunasema top 5 vyote, waliweza top kuwa masta na mpaka leo hii masta wanaishi kistaa so iliwapa mafanikio kwa kiasi kikubwa na kubadilisha mfumo wao wa maisha. Mwaka elfu mbili na sita waliouwania huo mtanange wa Miss Tanzania kulikuwa kuna Ailen Woya, kulikuwa kuna Wema Sepetu ambaye ndo the winner of the elfu mbili na sita Miss Tanzania, ila pia tulikuwa tuna Sara Kanges, tulikuwa tuna Joketi Mwegelo, tulikuwa tuna Risa Jenseni, kwa hiyo hao wote unaowazungumzia hapa, wote kupitia shindano la Miss Tanzania walibadilisha mfumo wao wa maisha, na ili wabadilishia mfumo wao wa maisha na kuishi maisha mengine kabisa kabisa, maisha ya kistaa na maisha yenye uafadhali. Tukizungumzia kwa nchi yetu ya Tanzania, ulimwengu ulishangaa baada ya mwanadada Wema Sepetu kuwa mwaga nchi nzima, wapinzani wake yaani Arisa, Joketi na Mwagelo na wengine wote kinaailwoya hii ambapo walikuta katika kuingia kwenye top 5 rasmi. Wema akaibuka kwenye ushindi wa Miss World 2006, mashindano yalifanyika nchini Poland. Wema akajipatia jina kwa kazi rahisi sana zaidi ya kutengeneza pesa kupitia jina lake. Wema ripsi zake ni pesa pi zake ni pesa, nywele zake ni pesa, kope za wema ni utajiri, jina lake ni pesa, hata kumhoji juu ya uhusiano wake wa kimapenzi ni pesa. Tangu na tangu, hakuna mwaka ambao Miss Tanzania ilitengeneza mastaa wengi kama elfu mbili na sita. Ndio mwaka ambao mpaka mshiriki aliyekuwa nje ya kumi bora, yaani tunasema mshiriki ambaye alikuwa nje ya kumi bora akawa staa mkubwa. Miaka hiyo ilikuwa ikifuata hadi mashindano la kumnasa Miss Tanzania kutafuta msichana wa kumshirikisha nchi kwenye Miss World, kila kulienda kombo. Baada ya kushinda taji la Miss Tanzania mnamo 2006 Wema alisafiri kwenda Mosso Poland, kushindana katika kunyang'anyiro cha Miss World elfu mbili na sita hata hivyo hakufanikiwa kuingia kwenye kumi na saba bora tunazungumzia baada ya Wema kushindwa kufanya vizuri kwenye mashindano ya Miss World akiwa Tanzania rasmi alirejea nchini rasmi na akaanza kazi ya uigizaji ambako rasmi akafikia kwenye mikono ya marehemu Steven Kanumba tunazungumzia baada ya kuwa chini ya mikono ambayo, ya ambayo tunazungumzia marehemu Steven Kanumba, ambapo aliwahi kuingia kwenye uigizaji wa Bongo Movie. Wema alikutana na Kanumba kipindi ambacho alikuwa anakaa kwa dada yake, na siku ya kwanza kukutana na Kanumba siku hiyo alikuwa dada yake. Wema aliwahi kusema kwenye moja ya interview Nakumbuka nilikutana na marehemu, nilikuwa niko na dada yangu. Mimi nilikuwa nimekaa na dada yangu, kwa sababu once nilishawahi kuishi na mama yangu, and then from there anajua, baada ya kuingia kwenye nini na nini nikawa busy dada yangu, nikaolewa. Lakini kwa dada yangu nilikuwa nahisi kama pako free zaidi, kwa sababu mama akirudi, akirudi anatokea kwa wapi sijui nini na nini hivyo, ilikuwa haelewi. So ikabidi nianze kuishi na dada yangu, kwa hiyo dada yangu akawa ananielekeza, kwa sababu hayupo sana pro protective na kama mama. Siku ya siku hiyo tunabadilisha sitting arrangement ya pale nyumbani kwa dada yangu, tukawa tunatafuta carpet like different furniture. so tukawa tumeenda hapa, kulikuwa na hili duka kubwa hivi mwana Mwanamboka, kulikuwa kuna furniture center Pentagon. So tukawa tumeenda pale, wakati tunaenda, tulimkuta Kanumba, wapo nje wamekaa, makamera yao na makamera yao wana shoot, Lost Twins. So sisi tumeingia, tunaona Tume, tunaona makamera tumepark gari, tumeingia ndani, tunaangalia fensha, akatokea Maya tukamsalimiana, akaniambia jamani, nakupenda na mimi, nikamwambia na mimi pia nakupenda unavyoigiza na nini, tukatoka nje, tukakutana na Maya akaniambia jamani, jamani, kama unaweza pita kidogo tu, hata uonekane hata umsalimie. Nikamwambia siwezi, kwa sababu nipo kwenye nipo kwenye mkataba, akina Anko Hashimu wataniambia wataniambia wakiniona, nitafanya kazi au nitatokea kwenye hiyo sini bila kuwa konsati So nikawaambia basi sawa, ikawa discussion ndefu, lakini endo sede, ndo ilikuwa ni mwanzo wa yeye kuingia kwenye hiyo tasnia ya movie, na akawa ameingia ana shoot na akina Steven Kanumba, na movie zilikuwa zinaenda, ustaa ukawa unaendelea. Hata hivyo hii nitakuja kuifanya tena session ya pili, kwa hiyo cha kufanya subscribe channel yetu uweze kuendelea kuipata session. Tutaendelea kumfahamu hiyo, nitaelezea mwanzo mpaka mwisho na wisho walikua a mahusianoliuahawana na, na mahusiano na baada ya hapo walianza mahusiano na, na, cha na Diamond na ni kitu ambacho kilidumu kwa muda mrefu. Nini chanzo cha yeye kuwa na na, kimletea madhara gani? Kimletea faida gani? Nini kilichofanya apotee kwenye gemu hadi kwenda kufanya massage, ile tusema kufanyiwa ile kupunguza mwili. Ni vitu gani vilimshawishi aende akapunguze mwili? So mavitu kama hayo yote tutakuja tuyadiskasi kwenye episode ya pili ambayo tutakuja kuimalizia episode ya pili, na episode ya pili nahisi tutakuwa na yeye mwenyewe live, atatuelezea namna gani na, mnagiani, na hey, vedi, mpaka mwisho, imekueje. cha kufanya subscribe channel yetu Marafiki Station tuendelee kuenjoy na habari nyingine tofauti tofauti, burudani, teknolojia na mambo mengine kama haya, basi unayapata hapa hapa Marafiki Station. What we do this is Madon Classic, see you next time. Bye.